Na viongozi na kumekuwekwa na viongozi pia upande huo, lakini haijawahi fanyika. Mama ametufanyia vitu kidogo tofauti, na nina imani kwamba Waislamu katika hapo ni kidogo, maana yake haiwezi kutosheleza wote. Afisi ya mama, si tu kwamba hizi ndio zinafanya, mimi ni mmoja niko katika, eh, eh, katika afisi ya mama tuko na mama dudu, niko katika afisi ya, ya, ya mama eh, kuna watu ambaye eh, manager amechukua majina yao juzi alikuwa ananipigia simu, leta uwakilishi katika bodi za shule wa Kiislamu. Kuna majina ambayo nilimpa imeenda e, jana hiyo katika kuzungumza hajatamka hiyo. Ameniomba nitafute wale watoto wetu nidi wa Kiislamu ambaye hawakujaza form, watoto majina kumi na tano. Kwa hivyo mtaangalia hayo majina, majina yule ambaye najua ni nidi, ije, ije, ije, tuweze kupeana kwa mama. Ninahakika kwamba mama yuko tayari kusimama na Waislamu na hivi hivi. Pia ikifika wakati ule muweze kurejesha mkono kwa mama. Ninaomba kitu moja ambaye e, kamati ya Busia Muslim Community iliomba mheshimiwa fulani na akatoa ahadi na e, akaingia katika uongozi na baada ya kuingia katika uongozi ile ahadi akaiweka kando, hakuweza kutimiza. Mimi ninaomba kwa heshima ya Busia Muslim Community Eh, hii ni ofisi ifikishe ujumbe huyo, Busia Muslim Community inaomba tuangaliwe tent, tent ya kiasi ile, mnaona mtaweza ku, eh, ofisi ya mama itaweza, na katika hiyo ofisi hiyo, katika hiyo tent iandikwe donated by Hon Mary Emase. Hiyo hema hiyo itaweza kusaidia mahali ambayo kuna function yoyote ya Kiislamu na nini, na hiyo kitu iko pale, akina mama na Waislamu wengine wataweza kupokea kwa kitu kama hiyo, na kama kama kama mkono wa mama utakuwa e, kubwa kidogo, wanasema kwamba mficha uchi hazai. Kama jana tumesali kule msikitini, si msikitini, kule kwenye uwanja, na ikawa kuna matatizo ya e, mikeka za kuweza kukaa. Hata vijana kidogo wakaleta leta shida kidogo, wakazuia mambo fulani na wakaielekeza kwa mkeka. Ninaomba pia afisi ya mama kama itaweza kukubali hata kama ni tanbari aina hizi, ili siku hii ya Eid Waislamu wote huwa tunasalia sehemu moja, watakumbuka kwamba leo tumeketi katika hii, hii, hii tandarua na sali juu yake ni ya Mheshimiwa Mary Emase. Hiyo ni ombi ambayo naomba kama chairman ya Muslim Community hizo wakati fulani tukama, na kama na mengine kama atakuwepo ni sawa inshallah, atashukuru. Tukiulizwa swali, huyu mama anatuuzianga anatuambianga sisi kila siku Mary Mary sisi waislamu ametufanyia nini, at least na kwako na moja ya kusema, nina mtoto yuko e, Kenyatta University, Ramadan Kipto, nina e, fulani yuko mahali fulani. Nina ushahidi ule, sababu ninajua ipo siku mama atakutana na waislamu hawa wote ambao amekuwa akiwapa hii chakula na nini, azungumuze na wao, na nyinyi pia mumjue, na nyinyi kama wamama kwa sababu ni, ni mama mna yenu ya kuweza kuzungumza naye kwa wakati huo. E, kwa hivyo e, wakati ikifika, itakuwa hakuna pingamizi, mtapata ujumbe na nini, mtakuwa ni wenye kuweza kuzungumza na mama. Kwa hivyo ofisi ya mama, ninashukuru kwa kutujali sisi kama Waislamu na tunapokea sadaqa hii e, kwamba mama amesherekea na Waislamu e, katika Eid na naomba next year mama pia aje afanye iftar ile kufuturu tutapanga wakati, wakati fulani wakati watu wamefunga wafungue, kwa, kwa, kwa, kwa kufungua ile e, futari sasa za jioni akila na kina mama kidogo, itakuwa ni e, picha mzuri. Kwa hivyo naomba inshaallah, Mwenyezi Mungu akijalia sote tupate uzima e, manager mtakuwa ni wenye kuweza kuweka mpangilio e, kwa hivyo mimi nitapakia kwa hapo, alafu ofisi itaweza ku sijui kama sheria inaruhusu, simesema tutaingia kwa makosa uh, chama na amezungumza mutu atauliza kwamba kwa, kwa kawa kikao akukako na kina mama, na kama kina mama walikuwa sauti yao mbona haikusikii yeah, haikusikika si ndio? So uh, katika hiyo hali nitaomba, uh, mama pia sauti yake sikike pia, kijana sauti yake sikike hii ndio sasa kuona hiyo sherehe ilifana, sio vile amesema kabisa. Mimi mimi kwa jamii ya Waislamu tuko bamba kwa bamba, wakati sawa vile amesema mimi nimezingatia ahadi uh, zetu because ilikuwa wakati tuki, tuki, tukipenya uh, tuzingatie kwa kwa komiti, kama inaweza patikana pia tuweke mwisla tuweke Mwislamu. Ndio ulikuwa nasikia uh, kwambia kwamba juzi nilikuwa namuuliza majina, kuna komiti zile za, za shule za bodi, si ndio? Mara mingi tulikuwa tunazingatia tu wa Kristo, na tukasema hiyo hiyo barabara tumetoka ndani hiyo. Hii ni upagu upaguzi. Kuna mshana anaitwa uh, za, Zahara, si ndio? Zahara, si ndio? Sio, ni Muislamu. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tutapangana hapo katika hapo katikati. So, uh, chama ningeomba uh, sasa wamama wawili, Zainab na mama mwingine na kijana tumali tumalize twende. Uh, kuna, kuna kijana tuanze ni kijana. Kuna kijana yote anza kujumuza kwa niaba ya vijana. Hata hapa. Hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru kwanza kabisa ndugu zetu wa Mary Emase Foundation. Nitazungumza kwa niaba ya vijana. Vijana tuna changamoto nyingi sana, sasa wa Kiislamu tunaomba ofisi yenu na ofisi ya mheshimiwa kwanza, vijana tuna changamoto kubwa kabisa. Masala amesema ya yaidi, tulikuwa changamoto ya masala mikeka, na hiyo shughuli nzima nipata vijana wasimamia, na kuna swala nzima pia la makaburi. Nafikiri mheshimiwa Mary Emase ni MP wakishirikiana na ndugu yetu, baba yetu governor, kuna jambo lililotolewa juzi kwenye uwanja, ahadi kabidhiwa stakabadhi fulani ya ardhi ilisemekana iko sehemu fulani kule. Kwa hiyo tunaomba kwa kalamu hii hapa, mheshimiwa, na kitabu pia hii hapo, unayo okay? Sawa. kuna ardhi ilitolewa ya Waislamu, kuna sehemu ilitolewa ardhi kule, kuna ardhi nyingine tumezika watu wetu hapa, lakini mpaka sasa hivi kuna bado mchanganyiko wa mashehe na baadhi ya viongozi wa Kiislamu kwamba ile ardhi mesana ya serikali itajengwa soko pale sasa tujajua mpaka sasa hivi tumepewa ardhi kule, kuhusu eneo ile pale. Je, ndugu zetu liowazika pale tutawahamisha kule ama itakuwa vipi? Tunaomba mheshimiwa Mary Emase ashirikiane na wenzake, ile ardhi pia wale watu wetu uliwafukia pale waweze kuwa pale pale, ardhi hiyo ya kwetu ya Kiislamu, kwa sababu kuna wa... kwa sababu kuna baba zetu kuna mama zetu walizikwa pale. Mkisema mtatuhamisha, mta kule, itakuwa ni changamoto kuwahamisha awali kuwapeleka kule na pia changamoto kule ni mbali na tunavotambua, wanapofariki tu, tunawasafirisha kwa kubeba jeneza, ndugu zangu Mundika. Mundika yeah, kama tunaomba Mary Emase aongee na mheshimiwa gavana, kama kutakuwa na uwezekano hiyo sehemu ya kuzikwa ndugu zetu watuwachie sisi Waislamu kwa sababu tayari tushazika kwao. Tunaomba hiyo, na lingine mmesema kwamba ndugu zetu dada zetu wa Kiislamu mashuleni. Mimi ni wa kwanza shahidi, huyu hapa kuzunguka kwa mashule kuomba nafasi ya waislamu za kuswali. Tumezunguka township, tumezunguka Lukonyi, lakini jibu nilonape, nalopewa wanasema government sasa hivi kulingana kariklamu. Kariklamu, jamaa nayo wanasema kariklamu hiyo ni kwamba hairuhusu mambo kama hayo ya kuswali, mambo mengine lakini nashukuru shule moja peke yake Township ilionyesha mfano mwema, wanaruhusu hijab vizuri na time ya kuswali na ruhusa, lakini shule zingine zote. Mfano, tunaomba shule ya kwanza iko hapa liko nyetu, tunaomba mweze kuzungumza sababu na Uislamu, wengi wanasoma kwa hiyo shule, na hiyo shule karibu na msikiti hapa. Kwa hiyo tunaomba mama yetu Mary Emase aweze kuongea na management ya shule waweze, au wanafunzi kuruhusiwa kuja msikitini, na pia tunaweza kuwasimamia pia wanafunzi kulingana na time yao waweze kurudi mashuleni. Kwa hiyo nafikiri ni hayo na mengi zaidi nafikiri tutaongea wakati mwingine inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Na pia mnisamehe kama nitakuwa nimeteleza kuzungumza, ulimi hauna mfupa. Asante sana. Tujawashukuru kwa sababu tumekuletea riziki, lakini tunawashukuru mtu akikutembelea, wajua ameacha muda wake kuja kusikiza raha yako na shida yako, si ndio vile? Sasa tukikutana hivi, nafikiri huwa tunaeleza matatizo ambayo sisi Waislamu tunapitia. Ni kama vile umesikia mwanangu ameongea kwa sababu ya, ya swala. Mi nafikiri tutainyoosha ipate kueleweka, kila Ijumaa ndio wapate hiyo ruksa Fridays hiyo itakuwa inaingia. Na nimeshukuru pande wetu wa town, tumepigana sana mambo ya hijabu. Nafikiri tumetembelea hizi shule tukajaribu kuzungumza nao, kuna walimu wengine wamejaribu kukubali, na tulikuwa na hijabu day, siku hiyo tuliwaelezea na wakakubali, wakasema wataenda kuwaelezea ma head teachers wawaruhusu watoto wavae hijabu fully, because kuna some schools walikuwa kivaa wakifika kwa gate wanatoa alafu anaweka kwa bag saa kurudi ndo anaingiza sasa. Hiyo tumeshukuru tena sana, tumepata hiyo nafasi. Tusizoee kulialia sana, kama kuna mengine yamenyooka, hayo naona yamenyooka kidogo. Alafu nimemshukuru kijana wangu aliyesema mambo ya foundation, ametoa activities zote zile ambazo kina mama, nafikiri mmesikia. Nafikiri sasa sisi sangine tunakosa ile education ya kuelezewa kitu gani kinaendelea na tunaweza kukitatua namna gani? Tumeshukuru, leo mumeeleza kinagaubaga na kila mzazi ameelewa, mwenye shida fulani anajua atakwenda kwa mahali gani. Na manager, nimeshukuru kwa kuanzisha hili neno. Tulilia sana wakati wa 2023. Tukasema hii UDA kiingia kwa serikali, tungependa kila ofisi kuwe na representation ya mtoto wa kike na wa kiume wa Kiislamu lakini mpaka dakika hii hatujaona, na tuna wasichana wetu wako hapa, ambao wamesoma wakiwa wanapata chances kama hizo. Tungefurahia pana msichana kama huyu hapa, mwenye ana certificate yake mkononi na mambo yako sawa, angepata ofisi kama, nafikiri anaweza kuelekeza mambo yakawa sawa. Na kuna vijana wengine pia kama hawa pia ambao watatafuta, ambao wenye certificate, si tukisema vile tu basi. Sasa bora we uende pu... no Lazima uwe na certificate ambayo itaonyesha umefika kiwango gani, because hiyo ofisi ina maelekezo ya digital. Utaambiwa fanya hivi, fanya vile, una moja, una mbili pale, uenda kutuangusha sisi. Tunataka mtu ambaye anatuenua, na ikifika saa kuongea, ndio tuambiwa tuweke sauti zetu chini, lakini inatakana una reason. Eh, yule yuwakupa nawe wampa, uwakupa na we wampa, usende kakapale wako punju tu. Alafu nafasi nyingine ya tatu, maneja, tumeililia na kila occasion. Ukipa nafasi mi nalilia, naomba vijana wetu wa kike na wa kiume wapate chance ya driving school. Mama asimamie hayo, ndo nimefikisha hapo. Na tukirudi mwambie mama asante sana Maanake anajua mimi namuita mlamua, mlamua, Mheshimiwa mlamua, mlamua na najua akisikia atafurahi. Na tukitoka hapa tusiende kutiana fitina, ati wewe ukuitwa na swali yake kuchukua futari nani hidi? Ah wewe, hujui wewe nini, hapana. Wewe, uliyeitwa tafadhali, mwambie Mwenyezi Mungu asante, alhamdulillah. Tusichocheane. Wewe mama dudu akukupigia? Ah, hawezi kukupiga. No. Huu ni msimu wa kujengana, huu ni msingi wa kupendana, Tusigonganishane, hatuama madudu akaakuniita wee nani? mi niitwa na fulani yule, hawezi no, hakuna. Ni sisi wenyewe ndo tunaleta hiyo chuki sisi wenyewe kwa wenyewe, na sisi ni Waislamu, tupendaneni, tuwachane kwa salama na salimini. Ni hayo tu hapo sawa. Maslejitui. Maslejitui. Maslejitui. Maslejitui. yangu itakuwa ni kushukuru tu ofisi ya mama, kwa sababu kazi yenye mama amefanya ni kazi nzuri sana. Mama ametembelea sana sana wanafunzi ambao wako shuleni hawajuwezi, nimeona basari nyingi zikipelekwa shuleni hapo. Sana tunashukuru kaz, watoto wangekuwa anakaa nyumbani, lakini sasa wako mashuleni. Pia tunashukuru mama kwa kututembelea leo kuwatuma kwa kututembelea leo kutupatia idi. Pia tunashukuru sana, kwa sababu bado hatujaona wengine kama wamefika, na hiyo ni kuonyesha kuwa upendo ambao uko kati yetu na mama. Tunashukuru sana na mzidi, tuzidi kuwa pamoja, tuzidi kupendana na tuzidi kufanya kazi pamoja. Asanteni sana, mengi yamesemwa, sio kila mtu arudie arudie. I want to appreciate madam Saumu, I want to appreciate madam Zainab. Uh, na labda wengine wenye waliongea kabla mimi sijafika, nitaomba msamaha kwa kufika late. Mnajua kidogo yeah, mimi ndio mama pale, halafu mzee kidogo Adeke, si ramadhani imeisha sasa <laughs> lazima tu tuwashughulikie jamani, ni haki yao, si ndio? <laughs> So kwanza kabisa ningependa kumshukuru pia sana sana sana madam uh, honorable mheshimiwa Mary Emase Toto wetu wa South Teso kwa sababu huyu mama amesimama nasi. Mama Mary ni mtenda kazi. Mimi nataka nitaongea tu nita juu ya siasa, si mambo ngine imeisha. Mama Mary ni mtenda kazi. Kuna kitu ya basari. Hiyo basari, jamani, tufanye bidii, wakitangaza tuendeni tuchukue na pale. Ukichukua basari, hutakosa. Hiyo ni ada ya Madam Mary, mtu akichukua basari, karatasi yake amejaza, ya hatakosa. Hiyo ni fine, tusikaenge nyumbani, tutapiganga tu kelele saya basari ikifika, maana tunataka pia watoto wetu wa Kiislamu wakuje watuongezee. Jamani, wengine hatuna degree, tunataka watoto wetu wawe na degree. Vitukuu yangu mimi nataka viwe na degree nyingi, ndio pia tuende mbele. Sisi pia tunataka members of parliament pia tunataka MCs, tunataka governors, pia watoke ndani yetu, even a president in the, for that matter. Sio kila siku tutakuwa tunasindikiza wenzetu, time has come that sisi wenyewe pia tusimamishe wetu pia tukuwe pale. Wengine tulizulumiwa tuli-, tuli kwa election yenye liisha, but hiyo sio mwisho wa maneno, lazima tufanye nini, tusonge mbele. Uh, masomo ni kitu ya muhimu dada zangu, maneno ya masomo. Vijana wetu mumeanza kuzaa watoto, mshughulikie watoto, wafanye nini, watoto wasome. Mama Mary Emase ni mama mtenda kazi. I think she's the outstanding member of parliament in Busia County, mwenye anafanya kazi yake bila kuyumba. Kwa hivyo sisi tunasema baada ya governor Toma lazima ni mama Mary Emase Namna gani mnasema? Tunataka kuweka ahadi kwamba baada ya gavano utoma ni mama Mary Emase. Wanawake sisi ndio wenye kura, sisi ndio wenye kutafuta kura, sisi ndio kila kitu in Busia County, you also need a governor woman or a woman governor, namna hiyo tena, si mwingine bali ni mheshimiwa Mary Emase toto, mama ya wengi. Hiyo tu ndio yangu mimi na oma. Sitaongelelea vingine hutari, nimesema asante, lakini mi nataka support yetu sisi, watu ya teso south, support yetu yote iwe kwa mama Mary Emase. Kuna wenye wameanza kukuja, lakini sini kawaida tatu katai, hiyo ni uhuru ya kila mtu kuji kujimwaga ulingoni, si ndio? Lakini wetu ni mama Mary Emase toto, sawa so, sawa so, hakuna mwingine. Vijana jamani, tunawaomba kwa sababu hewa zimeanza kuleta vitu vitu, lakini hizo vitu wacha zije zikileta risiki, piga kwa mdomo, lakini mtendakazi ni nani? Hata tukimaliza hii tunaenda kwa governor mama, ni nani governor after Otoma? Is not any other man, we are saying no to men after Otoma, ni Mary Emase. Hiyo tu ndio mimi naweza kusema, mama. Na mwisho jo jo, bwana Waislamu na ofisi, kuna jambo ambalo tuwezi kulinyamazia naona itadunga tu eh, lakini lazima ni, ni... hii hata si ya kuweka microphone bwana, wacha ngoja kidogo. Upande ya mambo ya makaburi Mamadimu. makaburi zamani tulikuwa na makaburi penye tulizika watu wetu na watoto hapo mbele ya farm, hiyo ilibaki hivyo hapa penye iko iko hii shule inaitwa nini, awaleke mai, watu wetu walibaki hapo. Tena sasa pale, mheshimiwa huyu ndugu yetu mzee wetu Malingu alitoa hapo. Tena sasa wanaanza kupangia ati soko ati nini. Tunasema hapana, tunakataa mapema. Tutabaki tukizikana huko ya dharura, tunazikana huko yenye imepangwa vizuri. Tutafanya nini? Tutapeleka pale, tunawashukuru kutununulia, lakini hiyo haigawi mambo ya kusema watu wetu wajengewe soko wajengewe sijui vitu gani, tunasema na kwa sababu watu wetu wameenda wakibakibaki, wakibakibaki nobody wants to care about the Muslim cemetery. Hiyo tunasema noumamaliza vizuri